Okay, by the way, ni siku nyingine tena ikiwa ni sauti ya kitaa naitwa Abbrah 255 kutoka Bongo 5 Network na leo tuko na King Pusi. Eh, ni mimi huyo huyo mnemjua kwa majina <laughs> matatu manne matano. Bwana bwana. Leo unawaka, waka, ah, waka, tuna tunacharuka. lakini tukitulia tunafanya vitu vizuri. Mimi kuna kitu kimoja nakifikiria kichwani <laughs> Kuna moja ya kauli uliitoa kwenye mitandao, nilijisikia vibaya sana, kwamba kuna watu walikuwa wanasema kwamba huwezi kuchekesha hivi ah. kwanza ulijisikiaje? kwanza katika hilo mtu kukuambia kwamba huwezi kuchekesha. ndio maana nimefika hapa, bwana bwana. kauli zao, nashukuru Mwenyezi Mungu awape nguvu awape hmm. moyo kwa ile kauli waliosema siwezi kuchekesha, ndio maana niko hapa okay. Ili niwatambulishe kwamba cheko lipo bwana bwana, mm, lipo bwana. Zile namba zile, ndugu wangu, zile unafojia unafojianza kweli A taifa, nadhani bodi ya filamu Tanzania yenyewe iliponiita, imethibitisha kwamba sifoji chochote, ndio nacho kishukuru kwa Mwenyezi Mungu. Unajua, kama bodi ya filamu kishanithibitishia kwamba wewe hufoji hakuna mtu mwingine anaweza kaongea. moja ya kichekesho chako ambacho kimeenda viral sana, na naona hata wengine wanakopi na kupesti na kufanya modification, ni ile ambayo ulikuwa unachungulia kioo, lile wazo lilikujaje kwanza mimi mawazo ago akijaga sijiwagi anatoka wapi? Kwa sababu ni kipaji changu, na sio kwa mara ya kwanza ni trendi. Unakumbuka kipindi yangu kilipoisha kutrendi, niko ndani ya maji maji nikatrendi sana, afu naikumbuka na kila mtu aliposti kama hii imetrendi, na maana nilianza kutrendi kita na maana ilikuwa kawaida tu kwamba nilikuwa naonyesha ambao alisema sijui kuchekesha, naonyesha akili zao na za kwangu zinatofautiana vicheko, na za kwangu zinatofautiana vicheko. Hivi hii unanyoaka kabisa au ndivyo ulivyo? Da, mimi nimezaliwa hivi, lakini nime modify. Kiingereza hicho, mungu wangu, vikiingereza wabongo atakomenti vibaya Umemodify ni sawa? Eh, nimemodify. Umefanya maboresho? Eh, nimemodify, nimefanya maboresho. Okay. Mwaka 2025 huenda unaweza kuwa ni mwaka mkubwa sana kwako. Yeah. Eh, lakini mimi nilikuwa nataka kutuambia kwamba zile project unazozifanya, mm. E, mtaani wanakuonaje sasa kwa sababu unajichetua sana mm. E, kuna namna unajipaka mpaka yale marangi meusi mm. E, unakuwa kituko kabisa mm. Yani kama mtu fulani hivi eh, yani kaweuka mm. hiyo hiyo hiyo <laughs> <laughs> na kukata vipi, mimi nataka kuniambia, yani ile feeling ya watu mtaani, wewe unajisikiaje, labda watu wanakuonaje mtaani? Ah, mtaani nishazoea kwa sababu nimetokea mtaani wanisumbui mtaani, wanaonisumbua sikufichi mm. Mtaani nilipozaliwa wanisumbui mm. Nchi nao ishi yanisumbui. Naheshimu serikali jamhuri, chochote kinachohusiana kuhusu serikali, bodi ya filamu naheshimu, lakini yoyote anayejishimu kama ni content creator, hanisumbui. Okay. safi sana, nataka uniambie kwa nini bodi ya filamu ilikuita jana pale ofisini kwao? Ah, nashukuru Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala mm kwa heshima ya taasisi ya Tanzania, taasisi ikiingereza, taasisi ya filamu, taasisi yao nini, bodi, bodi ya filamu, bodi. Mwenyezi Mungu atusame, bodi la filamu Tanzania hawaiti kila mtu. kwa sababu anaitwa, ina maana wameona kazi niliyoifanya, ndogo, kubwa, wameniita, wameniambia vitu vingi, yani, nimeambiwa vitu vingi ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa sivijui. Aa, sasa hapo wameniambia na nini? hmm. Cha kwanza bodi la filamu wamenielekeza hmm. njia za kupita, kuna content ambazo hazitakiwi hmm. kwa ajili ya kuenda mbele kusonga mbele na nisapotiwe na taifa langu hmm. wamenielekeza fursa ambazo zipo hmm. nikizingatia vitu kadhaa ambavyo vipo kwenye bodi la filamu, kwa sababu uweze kuwa msanii bila kuwa na vitambulisho bila kuwa na chochote nyuma. Ndio maana bodi la filamu wanapambana kutangaza hmm. na kuambia watu kwamba ukitaka kufanya kitu fulani, fulani njo mimi nimeitwa sikujipeleka. Na maana kule nilipoitwa, kuna makubwa zaidi ya makubwa ambayo nilikuwa na unafanya ehe. Na maana sasa hivi hmm. usishangae kupitia bodi la filamu kanikuta niko India. hmm. usishangae kupitia bodi la filamu kanikuta niko China okay. usishangae kupitia bodi la filamu kanikuta niko Marekani okay. King Pusi. hmm. Um, okay, ukiangalia unavyo create vichekesho vyako hmm. mataifa gani makubwa unaona kabisa, ukiangalia kwenye dashboard pale namba ni kubwa sana wanakufuatilia zaidi, yani ukiangalia ni mataifa gani? Unaweza ukantajia mataifa mataifa, wanaonifuatilia mimi hmm. ni mataifa yote duniani, lakini sasa wapinzani wangu hmm, mimi na wapinzani yani kiukweli, au tuna wapinzani. Mpinzani wangu wa kwanza ni Nigeria na Mwindi, au tundo wapinzani wangu. Kwa nini unasema ni wapinzani wako? Ha, kwa sababu kwenye kontenti kuna akili ambazo Tanzania kuna watu hawana mm. Hey, sasa hawezi yani, kuna komedia ambao wako hapa mm. Hawawezi kubishana na Nigeria bali wanaweza kukopi Nigeria kontenti za naije. Sasa mimi level no uniofika, sio level kukopi kontenti ya mtu Sio ya Mchina, sio ya Mnigeria, sio ya Mkongo, sio ya Mkenya ndugu yetu samna. Ina maana mimi natakiwa kutengeneza kitu cha Kitanzania kwa sababu nimefika level ambao Tanzania inatakiwa kutengeneza kitu chake chenyewe. Okay, nzito hiyo eh, kwa sababu Mnigeria ametengeneza kitu chake, sisi tumemkopi sana. Unapoona Mtanzania mmoja ameweza kutimiza bilioni mbili Facebook, Instagram milioni mia tano Sio nanielewa huyo okay. Sio Mtanzania wa kumu, yaani uchukulie kwamba mm -hmm. Unilinganisha sasa na, na jiwe ambalo mm -hmm. Ulikuwa unahisi kwamba ile jiwe litakuwa nyepesi, mi sio mwepesi Mwana. Kwa sababu content yangu navyoitengeneza sio wepesi, na mi sipambani. Sasa hivi mtu yote anapambania taifa, okay. Gharama unazotumika kutengeneza content zako ni kiasi gani cha fedha? Kuanzia kuweka watu kambini, kwenda ah, kwa wazabe eh? Kia ni kiasi kiasi gani cha fedha ambacho umeinvest kwenye project zako? Naanza kufanya kwa ninacho investment yangu bro. Wewe bongo hii yeah, toa kaka zangu. Upcoming yote hamna mtu mwenye hela kuinvest kwenye content zangu. Wanakimbilia kununua magari na kwenda kupanga majumba makali. Wewe sasa hivi una magari mangapi? Mimi sina gari. Mimi mimi sina gari. Mimi namiliki mimi sina gari. Mimi mm. Na miliki huu mkono. Una miliki huu mkono. Huu mkono ni zaidi ya gari zaidi ya nyumba huu mkono. Mkono, mkono wako tu. Eh, magari mangapi ukipiga hesabu kwenye huu mkono wako? Sio hizi nizozivaa e. Lakini huu mkono naweza nikakupa hata zawadi ya gari. Naweza kumpa dada yangu zaidi ya gari. Naweza nikampa mtoto wangu zaidi ya gari. Shabiki yangu naweza kampa gari, mkono tu. Eh, mkono wako ni mkono wa kushoto. Wa kushoto. E, bwana wewe. Eh. Namaana mi magari sio uruka yangu mi na vitu vyangu unavyovifanya nje ya magari okay. Hey. umesema kwamba wasanii makomedini ambao wanachepukia hii hey. E, generation mpya wanakimbilia kununua magari mm. Lakini umebezi ume, ume, ume, ume sana kwenye kukuza sanaa yako mm. E, mi nataka uniambie wowe, katika achekeshaji ambao ni niyao w mm. unawakubali kinanan taji watatu tu ambao wakifanya mambo yao unacheka wakwanzakingpusi na mkubali Kingpusi natosha. Sitaki kumpa mtu faida, ile kesho aongelee. Nishafika leva ambayo nataka niongelee taifa langu, sio kuongelea tena wadogo wa zangu wengine. Wanajua na wanaelewa, nishaongelea sana. Sasa hivi sitaki tena kuwapa nafasi, kwa sababu wanachezea nafasi wan... wenyewe wamekaa, wanaona kabisa. Sasa hivi tunataka makomedia tuinuke, kila mtu atumie akili zake, sio muda kumkopi huyu. Wanaamini collaboration ndio shida, wanaamini huyu amfuate huyu, apige klipu watunge wote watoboe. Mimi naamini mimi nikae mwenyewe kwenye kiti niwe mkubwa hivi. Kingpusi, nilikuwa nazungumza na Joti, mm. wiki kama mbili zimepita, u mm. namfanyia interview nzuri tu, mm. akanambia kwamba yeye anapenda sana sanaa sana hizi za kushuti na kurekodi na kuoditiwa na kupandishwa, mm. haamini sana sanaa za majukwani, kwa sababu huko ndo alipotoka, mm ukipewa nafasi uchague kati ya sanaa za kurekodi na kupandisha kama hizo unazofanya kwa upload na zile za majukwani mm. stand up comedy mm. wewe ipi kwako kwa ni nyepesi na unaikubali? Mimi nitanukuu mm. kauli yako aliongea jo Jot, sijamsiki sijamsikia, lakini nikitaka kuongea situongea kwa sababu mimi ni Kingpusi ni, ni, ni mi nitaongea kwa kaka yangu, comedy ya YouTube komedi ya dakika ngapi? 30 70 komedi za movie ndefu hizi. Sisi makomedi anazito tupeleka popote. Kuna makampuni yanaekeza hela Nigeria, wanashuti, kuna makampuni yanaelekeza hela China, India, wanashuti. Ukija kuchua quality yetu ya joti, quality yangu ukaweka pale, sisi wote sisi tutajikuta kwamba tunafanya vitu vikubwa, lakini hatupate mambo maku? makubwa. Kuna vitu vidogo vinahitaji ukubwa mfano mm. Menta Menta anamiliki Facebook mm. anamiliki Instagram anamiliki WhatsApp alafu mm. anamiliki yule mtandao mwingine sio, ni mtandao gani? mm. Sasa nataka nikuulize siri YouTube mm. ni ya Menta? Hapana. TikTok ni ya Menta? Hapana. biscuit ni ya Menta? Hapana, sio kwake. Unapotaka kupambana mm. duniani kwa nyakati sasa hivi mm. yule ni kaka yangu, amefanya mengi joti mengi aliyoyafanya ndio maana sisi tumefika ha, hapa lakini kuna sasa nyakati ambazo hmm. mapinduzi yanatakiwa, mapinduzi makubwa yanatakiwa. Yaani anatakiwa mapinduzi kataa kubali na mapinduzi ni sasa na mapinduzi sio sasa tu hmm. ni mpaka kuendelea kwa sababu tunapambana hmm. tunapambana, yani kuna mtu anaweza kaja na kakampuni kake hapa hmm. akatupa milioni hamsini hmm. kwa milioni 50 kilipu moja unaipiga milioni hamsini lakini kampuni imekuja hapa na kugia mkopo wa milioni. Kuna kampuni ilikuja hapa ilitoa mikopo kwa wasanii wa YouTube. Walichukua watu kibao, sitotaja majina, sitaki kupa faida. Na nilikuwemo nilichukua. Na ndani ya interview zangu nilisema kuna kampuni imetupa hela hivi hivi. Lakini mwisho wa siku tumeanza kupitia maisha ambao ya njaa. kuna, kuna wasanii wamepotea potea sio kwa sababu hawafanyi kazi vizuri, walichukua mikopo sio serikalini kwa zile kampuni. Je, swali. Kwenye grupu la tasnia, kwenye grupu la makomedian nilisema asitokee mtu kuchukua mkopo kwa kampuni yoyote Tanzania. Mimi ni pambano, kuna vitu mimi nishaviona, kuna hela lakini zitatoka. Hata mimi nikija kufa leo, watafaidika wao kaka. Mimi sio Mwenyezi Mungu, mimi napambana. Leo mnaniona, lakini Mwenyezi Mungu akisema, la haula wala kuwa tela bila la huadhim, Ibrahim Mustafa, leo nakufa Ibrahim Mustafa jina lako kabisa unalitaja kwa kunyenyekevu kabisa unalitaja no, kwa kunyenyekevu kabisa eh nakufa nakufa tafsiri yake ipo hivi haya mambo unaoyafanya kama wewe uwezi kuyafanya niombee dua nikifungua njia utapita tu hata Diamond alisema niache kwanza nipambanie taifa hao wengine wanaongea wanao comment achana nao. Okay, safi sana. Diamond Platinum. E. Inaonekana na sana anakukubali sana eh? Asa kaka angu yule Diamond. Wewe, Diamond? Kivipi? Baba Levo, Diamond, Mwijaku, Nani Linux, Ndaro, na ndugu zangu wengi sana. Sasa tufanye nini sisi? Ni wa kwa maana Diamond anakuchikigi mara kwa mara kukupongeza, sitaki kuongea kwa sababu tunaongea tuna hey, kwa kuweka mdomo wazi Ukijua mdogo wako anafanya kazi kama hii asinipongeze kwa nini? Au nataka nikuoneshe DM jamani, ya Diamond, Diamond? Ah, ndugu wa Tanzania DM zinakwenda kuoneshwa. Ah, ngoja kuambia kitu kimoja, kuna mtu, subiri, subiri. Wako wachekeshaji kama wewe wanapini mpaka comment, comment tu? Mimi, sasa mimi, wewe unakuja na nzito DM, yaani kuonesha kwamba simba la masimba. Eh, niulize kitu kimoja kabla Diamond ajanicheki, wameniposti mastaa wangapi wa Nigeria bao, eh, kibao

Wa Islam? Nani mwingine? Sote Islam, sio kwamba sote Islam tu. Baba Levo ni Muislam. Mkatoliki yule. Mkatoliki. Ndaro. Kigoma. Yaani, nani dini lako? Mkatoliki, sisi wote na kitu hiki kimoja. kitu kimoja taifa hili lote lina kwetu kanjalishi okay. Mkristo, Mislamu, mnini ambaye as aswali chioto ni watu wa moja. Okay. Kimpusi, kuna kitu kimoja ambacho kinasemwaga sana kwamba wachekeshaji hawanaga raha ya mm. yani wao wanachekeshaga tu lakini hawanaga raha kabisa, hiyo ni kweli kati mm. ya mchekeshaji ambaye ana raha duniani? mimi na raha na raha ya kutosha, lakini Kimpusi mm. mimi kuna kontenti zako zile ulizokuwa unazifanya unakuwa kama unaenda bafuni alafu kuna miji momo miji mama inatangulia mbele. Na, okay. Ilo... Bwana, sasa ile ulivyokuwa unafanya vile moja mm. kwa moja nikawa napata vicheko kwamba ina maana ujamaa ndo mambo yake haya na watu wengi wanaamini mm. kwamba ndo vile vipi kwenye upande wa mahusiano wewe, kwenye hapo pana mahusiano wewe afu wewe wewe mambo yako bwana, sasa sikiliza kipindi mm -hmm. mi ashanawake wanene, nilikuwa na tageti zangu, nilikuwa sipambani na mtu yoyote, mimi nilikuwa napambana kwa ajili ya namba nipate kula. Na ndio maana nilivyofanya mabadiliko, nimekubali kuachana na watu wote, nafanya mwenyewe. Yani ukiona nimetambulisha mtu anakuwa moja kwa moja staa. Nimemtambulisha bigi Shumwana, bigi ule po, bigi popa nimemtambulisha, sijakutana naye leo, nimekutana mwaka 2018 bwana bwana kipindi nacheza na, na wale na wanawake wanene lakini nilimwambia mm. kuna vitu nitakuja kufanya mwaka elfu mbili na ishirini na nne kuelekea ishirini na tano wewe nitakutafuta na ukamtafuta kweli nimemtafuta na siku ile jamani mwandishi yule ni mwandishi wa habari yule mtu watu ndo hawajui mchaga. Mchaga. ye mchaga afu amesoma kasoma shida tu ndo mademu anapitia tundo hapo magumu mtoto wa Diamond. Diamond ndio mtoto? Sasa unatetea mtoto wa Diamond ya kweli? Sasa mimi ah, namea Diamond ndugu yangu. Sasa inakuwaje? ndio anemtengeneza Diamond asta, angalia eh, blandi. Sasa mimi ndio stahilisho wake upande wa nywele, yaani mimi watu ambao namtengeneza, namtengeneza Zombi, namtengeneza Mboso, namtengeneza Diamond. Umeona artist wengi wakubwa wakubwa wote nishafanya nao kazi na niko nao mpaka leo tu. Bwana, bwana. Tutazungumza kwa kina. Tutazungumza kwa kina. Wewe kwake kweli? Ah, watoto wa Diamond hao. Kingpusi, Kingpusi. Tuendelee kwenye issue za mahusiano. Unasema ulikuwa una targeti zako. Tuendelee. Tuendelee. Targeti zangu ilikuwa ichukue wanawake wanene kwa sababu wa Nigeria kuna kipindi walikuwa wanafanya content za kiajabu ajabu, matukio matukio ambayo wanaki anaake anenanene, ikabidi na mimi nipite njiazi, lakini wakabadilisha, na mi nikuona kumbe mmeni targeti. Mi ndio mtu wa kwanza nishee kutrend Afrika nzima YouTube game, bwana bwana Yani, sijaanza kutrendi leo, ni Kingpusi hawa ambao wanaikoga ndio kipaumbele kwamba tuma komediani bora na nini, mimi nataka uniambie wao wana vigezo gani? Wana ndugu zao bwana wewe yeah. Mtu anajiweka kipaumbele ashaekuitwa anas... na nani shirikisho la filamu Tanzania bodi la filamu isha kumwita basi atasha kumwita kwa hiyo ndio namba moja. Sasa tunazungumza rasmi ikamtangaza Kingpusi ndio namba moja kwenye komedi, wao wanatambulishwa na ndugu zao Watambulishwa na serikali kama imefanya makubwa. Bwana, zile namba bwana, zinatisha ndugu yangu na, na bilioni mbili mimi nakwambia hivi wasanii wakubwa wanashuti vitu lakini sijai kuona mtu akashare kiwango cha milioni. mimi kwangu kawaida milioni moja sasa hivi nikiposti tu napiga kijana nimeshuti njoo. Sio nyinyi so mnapendaga kuona ukweli tu jamani. Napendega kuona ukweli, sio? Ah, shida angalia. Yeah. Hii clip ya bodi la filamu jana ina ngapi ina ngapi la kitano kwa siku jana tu eh? Yeah. Twende Instagram, umetoka Facebook. Napiga milioni moja hiyo, sawa? Mm. Haya. Ah, twende huko kapo hapo. Mm -hmm. Twende, usiangalie namba za juu eh? Mm. Hey, usiangalie namba za juu. Ah, mm. Uh, usiangalie namba za juu. Hii ni kwa mwezi. Hii ngapi, ngapi? 120. Jana bodi ni bodi ya nini? Bodi ya filamu. Mwambia mtu mwingine aposte wase kwa siku apige wa hizo wamb wakimbilie mitandao yao zio za kawaida kawaida. Sisi wengine tunapambania taifa sasa hivi. Uh, Lakini Kingpusi ndugu wangu umejipanga ndugu wangu. Sio, si kujipanga mimi nimekaa sana kujipanga. He? Yeah. Wewe una umejipanga leo? Sasa unamta unamtafuta big big nimeishi nimemkutana toka mwaka 2018. Director wangu mimi meneja wangu toka mwaka elfu mbili na kumi na sita ndo director wangu ndo meneja wangu. Okay. Sho, hey. Mimi naamini lakini, hatujamaliza mahusiano sasa hivi. Huko kwenye mahusiano na watoto wangapi? Mimi na mtoto mmoja anaitwa Fahimu. mm -hmm. Nimezaa na mwanamke sitaki kutaja majina la... majina mingina, nake, kwa sababu muda mwingine wanawake kwa kuadiisia kwenye mitandao, lakini nimezaa, mimitoto, nimezaa. Natuto, natuto. na mtoto mtotona. Nasikia unatongozwa sana wewe? Mimi ndio mwanamume ambaye napendwa na wanawake wanene Tanzania. Huyo ndio mwanae Bro, abishe mtu ote, mimi ndo mwanaume pekee ninayependwa na wanawake wote wanene. Kama una mwanamke mnene, basi jua ushagu demu. Haiwezekani, nakwambia ukweli. Mimi bro, niamini amini mimi, unaona kama mwili kangu Eh. Mimi sio mnene ila. Mi Mimi nakunjwa na nafichwa ndani ya makwapa ya mapaja na, nasema alo. Alo. Irudie hiyo. Alo. Unajua, yote mwanamke mnene yote mwanamke mnene, chukua sifuri moja jumlisha moja weka sifuri alafu tiki kwanza kabla ujaenda kulala kwa mwanamke mnene. Unachukua sifuri moja sifuri moja sifuri moja sifuri moja tiki, sasa pam pam alafu kenda kwa kwenye kwa mama yako mzazi, wewe unafichwa? wewe unafichwa? Ah, mimi nafichwa kwa... Kwa ndani ya kuapa nafichwa ndani ya kuapa. Ni... Jamani, kuapa zile unaingiaje? kamwili kadogo, kipara kinanga, utumbo kadogo eh. Yani kasura kadogo eh. Yani <laughs> eh. Bwana bwana sometimes dunia sio yetu jamani mm. Okay, so mimi naamini kabisa kwa namba hizi ambazo umezikusanya namna ambavyo project zimeenda mm. Najua kabisa kuna show kubwa zinakuja za kimataifa. Je, mm. yeah, utataka kuambatana na nani, labda kukusindikiza, au itakuwa ni ile kwamba ubinafsi Ilo, au imekaa vipi? Mimi siwezi nikaa kwa binafsi popote, kwa sababu kwa sababu mtu atakaemwekea mimi binafsi hana cha kunifanyia, hana cha kunifanya cha na hana pa kunipeleka bwana we, yani hata itokee okay, show ukasema hii show ina perform pale, Kingpusi ndio perform hakuna comedian anaweza kaperform show zaidi yangu bwana bwana, na hata mkiweka hela. Lakini nashukuru, ili tuchague nawachia Bodi la Filamu Tanzania okay. ina maana kule Kigamboni panawaka. Panawaka sana. Panawaka sana. Mimi ni kwangu nimechagua kuishi kule, lakini wewe una mchekeshaji namba moja ambaye unakaa Kigamboni, hakuna anayekufikia a a, sio mchekeshaji namba moja tu, mimi na kaka zangu namba moja kwenye nini, namba zao na kwenye numbers sio Kigamboni Tanzania hii. Sawa Kigamboni. Bwana we. King wa King. Mimi kiga sio Kigamboni Tanzania nzima. Ukijiamini wewe jitokeze, weka kichwa tu nikuone. Hivyo timu gani wewe? Simba Yanga? Mimi ni mwananchi nashukuru Mwenyezi Mungu. Bwana we Yanga wewe. Mimi ni mwananchi. Yanga Yanga unini? Mimi ni mwananchi. Bwana bwana. Hivi Kingpusi, unapenda kuimba muziki? Mimi ndo mtunzi mkubwa, unajua mindo nani? Nani? Ah, ah, sana mkubwa, unajua afu, acheni mambo yenu, hhanatungana sagweng saaba singeli nimetunga sana, kuna nyimbo kwa hivi nitachora mm. Ni lako jina <laughs> kwenye vitabu vya korohani we silamu mwatangadhe lako jina <laughs> mwisho nichinjwe hadharani mm. sio mfupi somwemba kwa moyo nimetulia, ah, ya habibi mashallah na huba limenogea, nitangazie hadharani, kisamvu kimekolea, kime nadhi unachonipa kitandani, ani ya kumitabani ili penzi la ukungu alitishi oh, oh, Ki, na majungu kasha libariki Mungu tuwafanya mambo ani, simama mama Ah, tena wanakaa ha? Uwe alafu <laughs> mimi ndo naongoza kuandika Baibuda Tanzania hii, Baibuda zote. Mimi naongoza kuandika Baibuda Tanzania hii na Singeli. Mungu yuko juu. Mimi naongoza kuandika Baibuda Tanzania na Singeli. Sijisifi, wanajua wasanii wenzangu, so wa nini wa, wa, wa, wa comedian wasanii wanaoimba muziki ah, Mungu yuko juu. E, Mungu anajua. Lakini sasa hivi nipofika mm, sitotaja jina la mtu, sitoongelea mtu, wataongea wenyewe. Mimi nimependa sana, kwa sababu IQ yako ni kubwa mno, lakini pia wewe ni miongoni mwa mastaa ambao mna upendo sana. Mimi naku appreciate sana katika hilo, kwa sababu mwenyewe najua kabisa, mm, umekuwa ukinifundisha na kunisii mambo mengi sana, sana Kinyeli, bwana ise umepiga hatua, nashukuru e, sana. Twende bwana. Ba, unajua kwa sababu gani tumetoka mbali kaka. Wewe mwenyewe unajua wewe unajua, usitaki watu kule watuone kama unajua, unajua tulipotoka. <mimu> hii ni time ya sisi tuinuke tu tupambane. Yaani sio time atakumbuka wale watoto, watoto wale wana heshima. Yaani anaheshima, yani msanii una DM mtu sababu tu ana namba zake, kaja juzi mjini kanunua kagari, ama kapishana na wewe tu na gari, anabwata anabwata anabwata nini, umekuja jana mjini. Sisi yaani tumekula, tumekula vitu vya eleki mjini, kabla paje wa mjini yaani taasisi ya sanaa haijasema kwamba makomediani mtapata hata mkopo. Sisi tupo mjini tunapambana. Mameneja hawajasema kwamba bajeti ya kuingia kwenye show ipo hivi. Sisi tunaishi tunapambana. Wewe unaelewa. Hivi tu vinaumaga sometimes tukiwa tunapambana, alafu mtu anapewa njia, alafu unamwona anapewa njia ya bure. Bana wewe. Kingpusi, hakuna kitu kibaya kumpa mtu njia ya bure. Mimi mimi ninachokishukuru mimi, na mengi mm. Alafu nafanya kwa kusudi mm. Ili wajue kwamba na asira alafu watambue kwamba this is the king. Huu yeah, ni Kingpusi. Nashukuru bodi la filamu Tanzania kunipokea. Utaki mabounsa? Yaani mabounsa ni mabounsa, kwa akili zangu, tutakuja kutiana eh, ma, mm. Makofi na mabounsa bure. Kwa akili zangu na mabounsa. Ah. Mm. Mimi sasa hivi kaka mimi mtoto wa bodi ya filamu Tanzania. Mimi sasa hivi mtoto wa bodi <g adapa> katibu, mimi katibu mkuu wa bodi ya filamu ameniita. We nani? We anataka kuongea nini? Labda wewe unaitwaje? Unaambia waambiwa tu, mi nimeitwa, mi nimeitwa, sija kushtakiwa. Mi nimeitwa, mi ni mtoto wa bodi ya filamu Tanzania bwana. Wewe bazingati. tena sio balozi tu, sio mwakilishi mzuri sana wa sanaa bado tu nikute tu nasalimana na rais niko bungeni hapo, unakuja kujua mtoto sasa itaisha sana. Kwa mtoto wa bodi ya filamu, mtakuwa mtoto wa Tanzania. Basi moja ya kitu ambacho ulisikia leti, nasikia tunataka kwenda kujenga nyumba kule kwa waazabe Uh, kwa wazabe, kwanini kwa wazabe? Wazabe ni ndugu zetu, lakini kuna mataifa mengine yanatoka kule kuja kutangaza wazabe. Afu watu wanajua wazabe kama ni wa Kenya, wazabe ni mataifa mengine ya watu ndio wanaona hivyo, lakini wazabe ni Watanzania. Mzabe ni Mtanzania halisi aliyezaliwa Tanzania, hapa hapa Tanzania amekulia Tanzania.